Wa mpaka wa kaunti ya Narok na Migori umeendelea kusababisha hasara kubwa kwa wakazi wa maeneo hayo. Wakazi wa maeneo hayo wakielezea ya hofu yao wamedokeza kuwa wiki chache zilizopita wameshuhudia miti yao ikikatwa chini ya ulinzi mkali wa maafisa wa polisi. hadi shamba letu na chakula imeharibiwa, ime kabisa. Hatuna kitu tutakula tena na hapa na na ndo kama mimi nilizaliwa nyumbani. Sasa sisi tunaambiwa si kwetu tena, tuhame. Sasa tunaomba serikali watusaidie, watuambie tutaenda kuishi wapi? Miaka mingi sana, mimi niliolewa kucha hapa, nikakuta watu wanaishi hapa. Sasa nakucha kuhamishwa, hata sijui sehemu nahamishwa, niende na watoto. Hata nimeshindwa hata cha kuongea, nimelia, hata nimechoka hii mashamba tumeishi hapa nikiwa na barua ya kuthibitisha, baba alinunua citizen ya Transmara. Hii miti yote imeanguswa, karibu eka mia mbili ya miti ni miti yangu ambayo ilikuwa hapa, lakini la kusikitisha ni kwamba tumeambiwa na serikali ya kwamba shamba ya serikali na hawakuwa wametuchuliza, lakini walitangulia kutanguliza askari wakiwa e, na na, na ngoza spiriani wakiwa na bunduki aina ya G3 Wanaua watu, wamefikisa watu karibu mia moja. Sisi ni watu wakulilia Kenya, sisi tunajiita wa Kenya, ila tunahamishwa kama sisi wa Kenya. Kwa hivyo tulikuwa tunaomba nchi ya Kenya kama inajua kwamba sisi wairege tunachulikana Kenya tuchukuliwe kama wa Kenya, tusihamishwa kama vitu vi ambaye haijulikani, tusitupwe tu kama vitu vi ambaye havijulikani.